Wakati eh, Rais John Pombe Magufuli anatoka madarakani, tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa DJS, alikuwa anaitwa Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu, for some reasons, Diwani ameondoka hapa katikati hapo, na haondoki yeye, na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale, na wasema hawa kwa sababu hawa ni the public figures wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja na yeye, nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye kaenda enda, enda hapo katikati hapo, na yeye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo, anaitwa Alisiwa, Alisiwa naye amekaa muda kidogo, na yeye akaondoka na, na walio chini yake amekuja huu tulionao sasa hivi, ndugu yangu rafiki yangu Suleiman Mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujiuza ndani ya miaka mitatu, hawa wote wanaondoka aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake, yake, yake. wamekosea nini? Kwa lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena For we to have a a precious country and a protected country and protected, tunatakiwa na kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vinyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambayo ni hatarishi kwa nchi vinasema hapana, na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao. Leo hapana, akisema amezulika, hapana, hana kazi ubalozini, anapotea.